Baadhi za show wasi perform hapa mjini kwa sababu tuko wengi na sisi wengine, Mungu katusaidia kidogo, tumepata nafasi ya kuwa wakubwa kidogo kwenye platform, kwa tuna hapa nafasi, wengine waendelee kuperform kwa sababu mimi nisipo perform na anampa nafasi kijana mwingine kuweza yes. Yeah, kuperform tumeona uh, pia wasanii wengi uh, wachekeshaji wengi wa stand up wamekuwa sahizi wakiandaa show zao, eh, eh, binafsi tumeona kama juzi Said Saidi, Saidi kaandaa shoo yake pale na kafanya. Labda tutarajie hilo kwa Kipotoshi? Mi nishafanya tayari, nishafanya shoo yangu ya peke yangu mbea tuda e, e, mm. Eh, nishafanya nilipata watu mm, ingawa hawakuja ukumbi mm. E, tafsiri yake ni kwamba ndo mwanzo, hakuna kitu ambacho kinakuwa kikubwa ghafla tu mm. E, kwa hiyo Uh, tumefanya mimi, kuna washikaji wengine wamefanya. Saidi Saidi naye kwa watu waliojitokeza kwenye shoo yake pale, ukumbi ule ni mkubwa sana, ambao hata ambaye alikuwa na beza pengine Baba Levo mwenyewe akiandaa shoo yake, kwamba bwana eh, njoo mi nitaimba hapa, kiingilio elfu tano tano, hawezi kupata watu kama wale kwa sababu uh, ukumbi ni mkubwa na ni hatua. Watu hawaamini sana kwenye mtu mmoja mmoja, kwa hiyo tunajaribu kuwatengenezea utamaduni upya mpya, yani kama ambavyo stand up comedy ni utamaduni mpya, watu wameupokea. Na jako tunajaribu kutengeneza pia uh, comedy special kwa kila mchekeshaji ili aweze kujipima kwamba amemachua kiasi gani, lakini pia inasaidia hata yeye kupata chochote kitu kwenye hiyo show. Uh, inapotokea mtu amefanya show uh, ya mwenyewe halafu kwa bahati mbaya zikaja comment kama zile ambazo zimemkuta Saidi Saidi uh, nyinyi kama comedians wenzake uh, wa stand-up, huwa mnaichukuliaje? Sisi tunaujua mchezo, kwa hiyo tunacheka tu uh, kwa sababu wengi hawapo kwenye mchezo, alafu wengi na comment pia hawaji hata kwenye show. Kwa hiyo sisi ambao tunajua game yetu inaendaje tunawacheka tu, kwa sababu hawajui walitendalo. Uh, watu pengine walikuwa wanategemea uwanja ufurike kama ambavyo inakuwa labda watu baki au cheka tu au waisa. show ya mtu mmoja ni ngumu kwao. Tunampongeza sana yeye kwa usubutu wake. E, tunahitaji watu kama wale majasiri, yani ambao waogopi comment za watu, na, na wengi ambao walikuwa namwawataki zaidi wanapaswa na personal ishu zao tu. E, sio kwamba nanilii faida unyama mzee, wapi moto sana. nembo ya mtaa, mchaga poa poa, nimewaona. <laughs> <laughs> Ah, kaka njoo basi, anakuja. <laughs> E, chatumandoto inaonekana. <laughs> <laughs> <Facebook. laughs> <Ilapisimuku. laughs> ni we na Kipotoshi ni wana sana ndugu e, yangu kakangu kabisa. Mwaka, mwaka gani mlikutana? Yaani, kipi kiliwakutanisha kikawafanya okay, mpaka mkawa marafiki? Hi, mi, kazi, kazi. Yeah. Sana. Kutana, ni msiba wa tulikwenda kuzika kule Kinyerezi huko, yeah. Ndani kabisa wote wachafu, hamna hata mmoja mwenye gari. Lakini sasa hivi umeona na Crown, mimi niko na BMW. Tunamshukuru Mungu hatua tunazopiga tunajiona yani <laughs> yeah. yes. Cha tu tumeona eh, mm -hmm. kwamba Kipotoshi sasa hivi anaandaa show zake binafsi na show nyingine wana collaborate yeah, lakini kwa upande wako hatujawahi kuona labda we stand -up, ushafikiria siku moja kuja kufanya eh, stand -up? Nilikuwa nafanya, sema tu kuna vitu ambavyo ibidi ni vyache, kwa saja majukumu i majukumu, kwa sababu huwezi kufanya kila kitu ingawa unaweza no kufanya kila kitu, lakini muda ukifika, tarudi kwenye form, kitu kitaendelea kama kawaida mm -hmm. ni swala la muda na hizi show ambazo mnakuwa mnafanya za mtu binafsi binafsi hizi zinakuwa zina mchango gani kwa uh, kwa msanii lakini pia kwenye tasnia ya sanaa ya comedy? Unajua inabidi tu gani riski, yaani wewe upate na yule yapate, na swali ni kupushiana. Yani inabidi wewe upushi yule ambaye ameandaa kitu chake, una kitu ukakiona kwako, so anapokuja kukutafuta wewe ili fanye jambo, wote ni kusaidiana, tunaendelea kusupportiana ili maisha endelee mjini. Tunaona saizi ona clown eh, eh, Kipotosha na BM hizi zote ni comedy tu. E, hizi hizi tu, Mungu anatubariki ujue, comedy ya zamani elfu mbili na kumi na tano na sasa hivi ni tofauti yeah. yeah. ni comedy ndugu yeah. yangu, wala usiwe na shaka lingine kwamba labda <laughs> tunauza madawa <laughs> <laughs> au tunalelewa, ungetuona tunahangaika kushuti video kila siku yeah. na Mungu anatusaidia na yeah. kwa mtu ambaye ndo anaanza sasa kufanya eh, eh, comedy, yuko mtaani, ana kipaji anapambana, natamani siku moja nije kuwa kama Kipotoshi, siku moja natamani kuwa kama Chatu, afanye nini na nahisi aweke aweke bidii trust na vitu vingine tu, yeah, imani uh, na kitu kingine nini, trust, kumuomba Mungu yani, yeah, na kujibilisha tu kwenye kile ambacho anakifanya bana. Kipotoshi ah, Kipotoshi, kabla hujamaliza kuna issue moja ya tumemwona Mwijaku ameposti Instagram anasema wasanii wa comedy mkialikwa kwenye shughuli yoyote, yeah. mnamwagika mchele, mnakuwa wengi sana yeah. Yani kama hamna okay. kazi nyingine za kufanya tu. Wao tunawasubiri sana kwenye mambo yao, siku waje wawe na jambo lao, wakitualika tukuja kuwa, kuwapostia kile ambacho wameposti eh. Kwa hiyo sisi tunategemeana, hakuna binadamu ambaye anajiweza peke yake. Ukisema sisi tusiende kwenye majambo ya watu, na wanyao watu kuja kwenye mambo yetu. Kwa hiyo binadamu wote tunategemeana kufikia lengo. Eh, kwa hiyo uh -huh. Mwijaku ni mtu ambaye anaamua tu kulipuka basi kwa sababu yeye alikosa city. Kwa siti, siti. Asira zote zile ni kukosa city. <laughs> <laughs> <laughs> Alitoka nje mwenyewe. Alipo <laughs> <laughs> <laughs>